Kwanza tutalirekebisha jeshi la polisi, niwe jeshi la polisi la kisasa, siyo jeshi la polisi ambalo lina vifaa vya ovyo. Vifaa safi kabisa. Kwa mfano, tumesema tunataka kila mkoa uwe na helikopta. Helikopta sio za kawaida, helikopta ya kijeshi ambayo unaita Apache helikopters, hii ambayo inaweza ikashambulia adui, hii inaweza ikaenda kwa kasi, hii inaweza kufanya shughuli kwa haraka, ili mtu yoyote anayefanya uharibifu iweze kumpata. Lakini vile vile magari ya kisasa ambayo yana kasi kubwa, ili kuhakikisha kwamba mtu akifanya kosa akakimbia, atafatwa, atapatikana, ili wananchi wawe salama. Lakini tunabandua pale kile kitengo cha CID, tunakitoa kule tunakipeleka na kuunda kitengo maalum ambacho tutakiita kitendo ki, taasisi ya eh, ya upelelezi ya taifa, au tuite Bureau, eh, of investigation in Tanzania. Kwa nini tunataka tuwe na kikosi maalum cha upelelezi? Kama wale wanaojua kuna kikosi kimoja kule Uingereza kinaitwa Scotland Yard yani, au kule Marekani FBI wale ukifanya kosa papu leo, dakika tano tu wameshajua wa, mambo mambo yote, kila sawa sawa. Tunataka tubadilishe ili tuhakikishe watanzania wanakuwa salama. Tutaipataje hii Tanzania mpya? Mimi nitatoa mfano, mkoa wa Geita una machimbo mengi sana ya dhahabu, lakini utakuta mkoa wa Geita una makampuni mengi sana ya dhahabu ambayo yanaendeshwa wa na watu wa nje. Sasa Ada Tadea inasemaje? Machimbo yote yanayovumbuliwa na Watanzania, serikali itahakikisha inawapa Watanzania wale. Moja, kuna vijana wamesoma, vijana watali wa madini watawasaidia wananchi wa kawaida ili kujua hali ya madini hayo. Mbili, 2, serikali itahakikisha kwamba kama kuna haja ya matrekta makubwa majitu ya kuchimba na mambo yote vifaa kwa ajili ya machimbo yale serikali itanunua kwa sababu mashine zote zinazotumiwa na hawa watu zinanunuliwa. Kwa hiyo serikali itanunua na kuwapa watanzania wazawa. Kwa nini nasema hivyo? Hatuwezi sisi katika nchi yetu eti anakuja mtu kutoka nje anachukua kila kitu, anachukua dhahabu, halafu wafanyakazi wale wengi wanaofanya kazi ni Watanzania mishahara ya chini, alafu yeye anafanya sisi hatuna akili. Kwa hiyo tunataka tubadilishe kabisa mfumo kwamba machimbo makubwa ya dhahabu machimbo makubwa ya madini yatasimamiwa na watanzania wenyewe, sio serikali, watanzania wenyewe, wanayogundua wanapewa na wanawezeshwa. Hiyo ndio eh, sheria ambayo itawekwa kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi. Hatuwezi sisi kuleta kampuni la nje halafu lije lichukue fedha yetu. Tutaajiri kama kuna mtaalamu wa nje atakuja, lakini tutahakikisha kampuni zote zinakuwa za Watanzania. Hapo vipi jamani? Hapo vipi? Nia yetu tunataka Tanzania tajiri.